Siku chache zilizopita msanii wa kizazi kipya Cherry ambaye pia alishawahi kushiriki mashindano ya Bongo Star Search aliandika kwenye mitandao ya kijamii akilalamika kuhusu mateso ambayo amekuwa akiyapitia katika lebo yake ya muziki ya B Extra ikiwemo kutopata nafasi ya kuachia kazi na kazi ambazo alikuwa akiziachia nje ya lebo yake zilikuwa zikikutana na pini kila sehemu. Miongoni pia mwa changamoto ambazo alizisema ilikuwa ni kupitia manyanyaso ya kingono. Sasa leo amezungumza baada ya kukutana na wanasheria wa BASATA na kusema kwamba kila kitu kimewekwa sawa. Huyo hapa Cherry mwenyewe anafunguka. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliwe mtu wa kwanza kabisa kupata stori zetu. Mimi ni Ibrahim. Habari, kwa majina naitwa Cherry, ni msanii wa Bongo Flava. Siku kadhaa nyuma nilipost kwenye peji yangu ya social media nikiwa na malalamiko kuhusu lebo iliokuwa imenisain na nikatag baraza la sanaa la taifa Basata. Uh, kulikuwa kuna sintofahamu kati yangu mimi na lebo ambayo ilikuwa imenisain. Bahati nzuri wananchi wakatag BASATA na mimi pia nikiwepo, na nimepata msaada kutumikana Baraza la Sanaa la Taifa, dawati la sheria, na tumeweza kupata suluhu kati ya pande zote mbili, kati yangu mimi na lebo ambayo ilikuwa imenisaini. Pia ningependa kuwashauri wasanii wenzangu, wakiwa wanapewa mikataba na lebo au na investors wawe wanakuja BASATA kabla ya kusain ili kupata ushauri mzuri zaidi. Asanteni, nashukuru sana kwa kutag Baraza sana la Sanaa la Taifa. Nashukuru kwa kuwa nilipatiwa msaada. Asante sana.